Hakuna tena jamani, wakati wa kuzozana na kuvurugana na kuteta. Mpaka lini tutateta? Sisi ni umma mmoja, tutakane, tushikane, tupendane. Huu si wakati wa kugombanisha, huu si wakati wa kutia fitna. Mtu unapopita sehemu kwa waka moto, ukishindwa kuuzima, basi angalau kikombe cha cha maji kimoja tu umwagie moto ule, utulize ile harara. Leo sisi tumekuwa tumwaga mafuta katika moto ili uzidi kuwaka. Kwa nini hataki, t -t -t wahda? Naam, twataka wahda, twataka umoja. Lakini umoja, swali linakuja hapa, mtu anakuambia twataka umoja, kwa hivyo sote tufuate hujaji tuli pamoja. Hatukatai, wahda twataka, lakini kwa nini umoja mpaka kina fulani wawafate nyinyi? Kwa nini siwe nyinyi muwafate kina fulani? Kwa nini umoja upande mmoja tu usio upande mbili? Alafu, jambo la pili, wahda tautaka, lakini usawa wa kutekeleza ibada vilevile ni muhimu zaidi. Ibada ya idi yafaa kutekelezwa siku ya kumi. Sasa mimi nitekeleza ibada siku ya tisa kwa kutaka wahda? Natafuta wahda kwa kuvunja ibada, usawa ibada. Ama nitekeleza ibada siku ya nane na yafaa kufanywa siku ya tisa, una wasiwasi, wataka kufanya ihtiyati, kuweka akiba, funga nane na tisa na ndivyo walivyosema maulama wa fiqh, al ahwat an yasuma thamin wa tasa. Kuweka akiba ni kufunga siku ya nane na siku ya tisa. Kwa nini ni akiba? Kwa nini akiba? Asema, wanasema maulama wa fiqh, limuwafaqati al waqi, kwa sababu ya kuwafikiana na waqi. Pengine mwezi ulitangulia katika kuandama lakini hamkuona kwa hivyo, waqi siku ya tisa ni ni nane katika mwandamo wenu, kwa, kwa hivyo ili usipitwe na kuwafikiana na wake. Angalia maulamaa wa fiqh walivyokuwa makini, hawakusema limuwafakati alhujaj kwa kuwafikiana na mahujaji, kwa kuwafikiana na wake. Huenda kwenu nyinyi nane ikawa ndio ndio siku ya tisa, lakini ingawa kisheria ndio nane, isipokuwa ifunge katika kuweka akiba, usipitwe na fadla ya siku ya nini, siku ya Arafah na hapa linakuja swali la kistihzai. Mara nyingine unajua ma ma masala ya kielimu na ya kisheria yatakayozungumziwa ya kidini, kielimu, ki ki kidalili, sio kistihzai. Mtu anakuja anakuambia, sasa nyinyi Arafa yenu itakuwa wapi? Mtakwenda kusimama katika Kilimanjaro? Maneno anasema si sawa. Masaa ya sheria hayajadiliwi hivi. Arafa yetu itakuwa Kilimanjaro? Kwani wewe ambaye kwamba hufati kwa mfano mwezi wa huku, arafa yako itakuwa wapi? Kwa sisi tuna arafa sisi, huku hatuna arafa. Hakuna muda wa kuzozana, hakuna muda wa kuteta na kukoseana heshima.